Kwenye records kwamba bila CCM hakuna upinzani, hakuna vyama vya upinzani. Maana CCM ndio walioridhia mwaka 92 kwamba tuwe na mfumo wa vyama vingi, japo Watanzania wengi walikataa kipindi kile, ila Chama cha Mapinduzi na uongozi wake wakasema lazima twende kulingana na mabadiliko ya dunia. Kwa hiyo sisi, wanatoka watu wa vyama vingine kuja Chama cha Mapinduzi, ndio hoja yako imejikita hapo. Kwa nini tusiviache labda vikue? Sisi hatuiti mtu ndani ya CCM, ila watu wanakuja wenyewe ndani ya nini ya CCM. Mtu anaangalia sera zipo, ndio ilani inatekelezwa, ndio maendeleo yanapatikana, ndio hiki chama kinadumisha misingi ya kitaifa, ndio. Sasa mtu kwa nini abaki kwenye chama ambacho anaona hakitakuja kuchukua nchi hata kifanye nini? Wewe ni shabiki wa timu gani, mwandishi wa Mwananchi? Simba. Simba na mimi ni Simba. Sasa tunaona kama mpira mchezaji, ukiona kule amekata tamaa. Juzi nimeona kibabage Nixon ameondoka, ameenda wapi? Simba si ndio bwana? ametoka Singida, ila ukisoma ile taarifa kwenye gazeti, nilivyosoma wanasema kwamba ameenda ili akakue. Kwa sisi tunawaleta wakue, e, wakichoka wanaweza wakaendelea na utaratibu mwingine. Kwa hiyo sisi ni chama walezi, tunalea na ndio maana elfu mbili na, na mwaka tisini na tano Mrema alitoka CCM akaenda wapi? yeah, yeah, NCCR baadaye akarudi wapi TLP, huko si ndio? Baadaye akaenda sijui chama gani kimemlea CCM akaamua kutoka chama kija mzuia ukija tena hapo katikati, alikuwepo mzee wetu, mzee Lowasa, amekaa CCM akaenda wapi? Chadema. Baadaye akarudi wapi? CCM akanusa hawa hmm, jamaa sio Lazima nirudi huku. Kwa hiyo bado tunatoa wito kwamba vyama vya upinzani ikiwemo chama cha Chadema ni vyama ambavyo bado tunavilea, kwa sababu ni vyama ambavyo ni vya matukio, na nyinyi mpo kwenye mitandao, kila ajenda ikitokea duniani wameshaibeba. Amekamatwa Maduro, wote wameenda na upepo wa Maduro, mmeona kwenye mitandao ikitokea kanisa limesema hivi, wote wameenda huko, wanatembea nao. Ikitokea Diamond amesema hiki, wote wameshamvaa Diamond, wameenda naye nice. Sasa hawa tunawalea, wakisha komaa wakawa na sifa za Chama cha Mapinduzi, labda mwaka elfu tano na mia mbili tunaweza tukasema ah, basi sijui, lakini Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa chama kiongozi, kitawalea na ndio maana tunaanzisha pia maridhiano kupitia mwenyekiti wetu wa chama japo anasema hatuji hatuji. Sasa unaona bado ni utoto, mtoto anadeka e, mtoto anadeka baba, staki, staki ugali, mimi staki, baba mbea, njoo bwana, njoo staki, kananuna baadaye kana kama mambo yanafanya nini, yanaendelea. Kwa hiyo hata wakati nasikiliza hotuba juzi ya ndugu mmoja anaongea wachama kile, anasema kwamba wanaenda kuwa na maadhimisho ya wiki ya kuzaliwa miaka ya chama chao. Nyinyi mnayaona wapi? Hawana watu, hawana watu, na wanaendelea mpaka leo tunapoongea hapa, wanaadhimisha, wanaadhimishia wapi? Ila subirini tarehe tano, chama cha mapinduzi kinapozaliwa, ndio hapo mtajua ukubwa wa nini wa chama cha mapinduzi. Lakini la mwisho, tunakwenda ziara, ziara zetu mtajua chama chetu chama cha mapinduzi kina watu, mtawaona, watakuwepo saiti ambao watajitokeza. Wapo, wala sio wakupapasa. Wapo yani, mtawaona kuanzia kesho kwenye mapokezi. Mje natuombe, mtupelekee live, wananchi wajue kwamba hili lichama ni lidude likubwa. Kwa hiyo anapotokea mtu akatunatuna, kuna muda, baba, ukiona mtoto wako anaanza kukohoa kohoa ndani, ambia ndo anakuwa ah, e, anataka kuwa baba, lakini baba hawezi kuwa nani?